Mashariki mwa DRC hali bado tete, wakazi wakiendelea kukimbia na kutafuta maeneo salama, ili kwenye nusu na madhila wanayopitia wanaokimbia. Kwa wingi ni wanawake na watoto ambao ndio wamekuwa waathiriwa wakubwa wa machafuko yanayozingira eneo hilo. Wanawake wanaokimbia wanabainisha shida wanazokumbana nazo, ikiwemo kukimbiwa na waume zao na kuachwa wapweke na watoto

Wakati una ghasia na machafuko yakiendelea ndipo UNICEF kalazimika kuingia kazini kwa ajili ya kufanya utafiti, na sasa wanaonyesha usalama wa watoto hupo matatani. Uwiano wa ukatili wa kijinsia kwa watoto haukuwa mkubwa sana. Ripoti za awali zinaonyesha watoto kati ya asilimia 35 hadi ya 45 ya, ya kesi karibu elfu kumi za ubakaji na ukatili wa kijinsia umeripotiwa katika kipindi cha Januari na Februari mwaka huu. Kwa ufupi kulingana na takwimu za sasa, kwa kipindi hiki cha machafuko ya mashariki mwa DRC, mtoto mmoja anabakwa kwenye kila nusu saa. Wananchi wa mashariki wakiendelea kupitia magumu ya vita, huko makao makuu Kinshasa, kwenye mafuriko yamezua kizaazaa, huku watu wakikimbia makazi yao na kupata hifadhi za muda kwenye maeneo mbalimbali haya yote yangali yakiendelea kipindi hiki, ujumbe wa serikali na ule wa kundi la M23 ukiwa Doha kwa ajili ya mazungumzo ya kumaliza machafuko yanayoendelea na kusababisha vifo vya wengi. Mazungumzo yenyewe imelazimika kusogezwa mbele baada apo awali kupangwa kufanyika tarehe tisa, lakini baada ya kutokea kuto kuelewana kwa pande hizo mbili lakini sasa hali ya mambo imeshawekwa sawa na wapo tayari kwa ajili ya meza ya mazungumzo. Nordin Selemani, Azam News.